lakini zinakutana fainali timu zilizo bora kumbuka kwamba kwenye ranki ya, ya, ya, ya, ya cup Simba ni wanne berikani ni watano na tumewazidi pointi moja tu kwao zinaenda kukutana timu bora ambazo zina zina wachezaji bora tunawaheshimu na tunajua tulikutana nao kwao wakatufunga mbili moja na tukafanyiwa figisu kubwa sana kama unakumbuka, rais wao walifungiwa na baadhi ya maafisa, wakaja Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Benjamin Mkapa, tukawafunga kwa goli bora ambalo lilitoa, lilikuwa goli bora Afrika lilofungwa na Pape Ottoman Tako. Na sahizi napo tuna kikosi bora, tunawaheshimu lakini tuna kikosi bora cha kuweza kufanya chochote mahali popote, hata, hata fainali ingeenda kufanyika Wow, pale, pale lakini ili mradi ni fainali. Simba imejizatiti umesema hapo kwamba mtashirikisha kila eneo, manake nje ya uwanja mtakuwa mmejipanga vizuri kuhakikisha kwamba mwarabu anakufa nje ya uwanja, ni kuimarisha umoja na mshikamani. Nikwambie tu hizi mechi, hata mnapokwenda kwao huko, najua nje ya uwanja watafanya kila kitu, lakini Simba imekuwa ni kubwa, na nikukumbushe tu mwaka ishirini ishirini na mbili Simba ilivyofanyiwa figisu pale pale Moroko. Hakuna ambaye alijua, tulikuja kujua baada ya maafisa kufungiwa pamoja na rais wao, kwamba kumbe Simba ilifanyiwa figisu kwao. Simba sio watu wa kulalamika, wanajua nje ya uwanja kuna nini kinafanyika. Tumesema hivi, nje ya uwanja ni maombi. Mwenye kuweza kuomba ataomba, mwenye kwenda kwa mizimu ataenda kwenye mizimu, lakini sisi tunao sali tutakwenda kanisani, wanaokwenda msikitini watakwenda msikitini. Kila mmoja na silaha nayo iamini, ili mradi tukombe libaki Dar es Salaam. Sawa, zimebaki mechi chache sana, hata kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Wewe kwa mtazamo wako, namna ambavyo umekiona kikosi, unafikiri sehemu gani viongozi wa Simba wajikite zaidi kufanya maboresho? Tunahitaji namba kumi wa Kitanzania. Inajulikana namba kumi wa Kitanzania, mchezaji bora anajulikana. Ni nani? Wewe unaona ni nani? Maanake wadau wengine wanaweza kawa wafahamu. <laughs> kama mtu afuatilii, mpira wa Tanzania namba kumi inajulikana, iko sehemu gani? Namba kumi bora Tanzania, mchezaji wazawa ambaye amewazidi mpaka wa, wa, wa profession anajulikana. Kodi hiyo tutakuja kuitoa baada baada ya finali finali, tukicheza tarehe ishirini na tano. Unajua mpunga utakuwepo pale, tuko tayari kulipa b. Ah, wewe elewa hiyo kodi, tumeifunga tuko tayari kulipa hizo bii wanazozitaja Simba sahizi ni matajiri kulipa b, sio mchezo. Ndo huyo huyo hata majirani pia wanamhitaji kwa maana ah, Young Africans nao ah, wanamhitaji ah, ah, huyo huyo fiku. Hawawezi kule kwa namlisha ugali na, na sukari nani nao? Tena huyo maanake, hatujui, unajulikana. Wewe huyo mchezaji alikuwa anakula ugali na, na sukari kule, hawezi akarudi kule. Bingwa au wenzetu ni mabingwa wa, wa kutengeneza kutengeneza masilahi bora kabla ya kabla ya utekelezaji, lakini kwenye utekelezaji inakuwa ni changamoto. Elewa tu wa, watazamaji na wanakiela watambue wewe namba kumi ya Tanzania ambaye anacheza timu ya, ta ya taifa anajulikana, ambaye alikuwa anakula ugali na sukari kule inajulikana, anajulikana, sitaki kumtaja. Wao wanasema kwamba walifika hatua fainali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, na nyinyi mmefika hatua ya fainali ili mvunje rekodi yao, wanasema mchukue kikombe, mpo tayari? Kwanza kwanza kwanza tumevul, kwanza tumekifieka tume kile kichaka ambacho walikuwa anajificha, na ninaamini mashabiki wa wa, wa wa hao watu wengi ni wa mwaka elfu mbili kwao, hawezi kujua kilifanyika huko nyuma, lakini unasema hivi kuvaa medali, sisi sisi hatuko tayari kushangilia kuvaa medali peke yake. Tuko tayari kushangilia kombe kubaki katika ardhi ya Tanzania, na sherehe tunaanza kuifanyia kutoka Dar es Salaam, ni msafara mpaka Kyela.